Tueleze, hizi habari umezitoa wapi kwamba uzinduzi wa chama uta, utakarimu mamilioni? Umezitoa wapi hizi habari? Naam Hassan, zimetufikia hizi ambapo ambapo aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua aliweza kuandika barua rasmi na kuweza kujulisha taifa kuwa ana, anapania au anapanga kuzindua chama hiki rasmi. hii tu ni baada ya... hapo hapo kwa mamilioni, hapo kwa mamilioni, hizi habari kwamba kitakarimu mamilioni umetoa wapi? ripota yetu naam Dakika yako imeanza. Huku siasa za Kenya zikizidi kupamba moto, aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Kashagwa ameonekana kutia kuni kwenye moto huo. Kashagwa amezidi kuzindua rasmi chama chake cha Democracy for Citizens Party DCP mnamo Juni 3 mwaka huu. Hafla hiyo itakayogharimu mamilioni ya pesa itafanyika uwanja wa michezo wa Kasarani ambapo inatarajiwa kuhudhuriwa na watu takriban elfu tano wakiwemo wanachama, wafuasi, wageni walikwa na wanahabari. Hatua ya Kashagwa kuzindua chama chake cha DCB inazidi kuzua maswali miongoni mwa viongozi waliopo mamlakani na Wakenya kwa ujumla. Je, chama hiki kinapania kumwondoa rais aliyoko mamlakani Daktari William Ruto kwa kutimiza kauli ya hata mmoja maarufu one term, au ni cheche tu za kawaida za siasa huku Rikadhi Kashagwa akijaribu kuonyesha kuwa kuteleza sio kuanguka? Viongozi mbalimbali mbali kutoka mrengo wa Kenya Kwanza wameonekana kuisuta na kukemea hatua ya kubuni chama cha DCP. Swali, swali ni je, huu ndio wakati mwafaka wa kufanya siasa au ni wakati wa kufanya maendeleo. Nikiripotia Radio 47 kutoka jiji kuu la Nairobi, langu jina ni Eliud Khisa. Mm, sema tu jina langu mm, la kwanza pili. E, a, tueleze hizi habari umezitoa wapi kwamba uzinduzi wa chama utagharimu mamilioni? Umezitoa wapi hizo habari? Naam, Hassan, hizi habari zimetufikia ambapo ambapo aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua aliweza kuandika barua rasmi na kuweza kujulisha taifa kuwa ana, anapania au anapanga kuzindua chama hiki rasmi. Hii tu ni baada ya Hapo hapo kwa mamilioni hapo, kwa mamilioni. Hizi habari kwamba kitakaribu mamilioni umetoa wapi ripota wetu? Naam, hizi habari il, ilitokana na barua ambayo chama kiliweza kuandika kikiweza kuarifu kuwa wataweza kufanyia hafla hiyo katika uwanja wa Kasarani. Waliweza kueleza kuwa watatumia takriban pesa angaa milioni ili kuandaa sherehe hiyo ambayo itakuwa sherehe ambayo itahudhuriwa na watu wengi zaidi. Kuna msikilizaji hapa anauliza kwamba, Hasani, muulize hiyo ripota wenu kwamba anavozungumza ana hamaki fulani na hii kauli ya one term, ni kama hakubaliani nayo. Kwa nini una hamaki fulani na usinijibu? Kumbuka hapo hapo, msikilizaji na twende upande wa pili kwa Kebitwis Maganga, mwalimu Sakwa. Vidokezo vya habari